Lakini pia mzee wangu mzee Pinda, Ziwa Tanganyika ndiyo roho ya hawa wote unawaona hapa, roho yao ni hayo maji. Sasa kuna kuaga na sheria ambazo zimesha, wa, wanakubaliana mawaziri wanakubaliana kulifunga hili ziwa. Ukifunga ziwa, umefunga maisha ya hawa watu. Sasa najua mambo mengine yapo kisheria, lakini kwa sababu bunge ndio kazi yake kuzitunga na kuzibadilisha sheria, nipelekeni bungeni, niende nikawaambie namna ambavyo ziwa Tanganyika huwa linajifunga lenyewe kwenye ndenga. Uongo kweli? Hawajui. Mtu yuko Arusha anafunga ziwa Kigoma, anaweza kujua kuhusu ndenga? Sisi ndio tunajua kwamba kuna muda huwa ziwa linajifunga lenyewe otomatiki na wanasema wanafunga ili samaki wazaliane. Wanajuaje kama ni wajauzito muda huo wakina mama lelele? <laughs> Naenda, ni jukumu lenu ni jukumu lenu watu wa Katonga, ni jukumu lenu watu wa Kigoma mjini kunipeleka mimi bungeni ili niende nikachungulie kila sehemu kwenye mwanya nizibe, ili tuweze kupata maendeleo ya Kigoma mjini. Dr Samia Suluhu Hassan anatupenda sana watu wa Kigoma Mjini. Ameleta jim, majimbo yote nane ya Kigoma ameleta zaidi ya trilioni kumi na moja, lakini trilioni saba zote amezileta Kigoma Mjini. Lazima tumshukuru sana huyu mama, na ndio maana mimi mnanijua, huwa sisificha ovyo, namsifia mama kwa sababu amefanya kazi. Angalieni sasa hivi kutoka Kigoma Mjini kwenda Dar es Salaam inakugharimu siku mbili, uongo kweli? Sasa mama anatuunganisha na SGR ambayo itakutoa hapa Kigoma asubuhi saa tisa, saa kumi utakuwa kwa Dar es Salaam unafanya biashara zako, saa kumi na mbili jioni unapanda treni usiku, saa nane, saa tisa huko Kigoma unaendelea na biashara zako. Huyu mama kwa nini tusimsifie nyie? Na ndo maana nakomaa kwa nguvu zangu zote, nikifika bungeni tupate barabara nzuri ili nyumba zetu zipande hali kwa sababu mama anatuunganisha na majiji yenye nguvu, anatuunganisha na Dar es Salaam, anatuunganisha na Bujumbura na watu wa Kongo, watu wa Rwanda, wote tunakuwa connected. Matajiri watavamia kwenye mji wetu. Wakishakuja matajiri wakiwakuta wananchi, nyumba zenu ziko kwenye makorongo, watawabana wata kwenye kupatanisha namna ya uwekezaji kwenye viwanja vyenu. Kukiwa na barabara nzuri, kuna mazingira mazuri, hata wewe wakati unapatanisha naye utamwambia ndugu yangu, nyumba yangu naiona iko sehemu safi na salama Kolete hela tufanye kazi, tunaelewana vizuri na ndio maana mimi naitwa kibarabara. Sema kibarabara! Mimi ndo mtetezi wa vuvi. Sema mvuvi! Mimi ndo mfalme wa bodaboda. Sema mfalme wa bodaboda! Ni mimi ndo mtetezi wa bajaji. Sema mfalme wa bajaji! Mzee Pinda, karibu Kigoma hapa. Ndugu yako nilishampiga kabla ya muda imebakia <laughs> amekonda kama jiwe, sasa hivi hatoboi. <laughs> umu umu, hawezi kupata chochote. <laughs> E, sasa yeye ni muda astaafu, aje, ajiunge, aji huku, mama atamtafutia nafasi yoyote, uh, kwenye hizi nafasi ndogo ndogo za Chama cha Mapinduzi. Asante sana.